Na kwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto e. Unajua jinsi ya kulea. Unamtaja mtoto wake kipenzi, kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko. Kwa maneno haya, inawezekana mamake na Chaula hajui uchungu wa kumtafuta Chaula au alivyompata Chaula. Mamake na Deusi Soka hajui uchungu wa namna alivyompata Soka. Mamake na Mdude hajui uchungu wa namna alivyompata Mdude. Inawezekana kama alivyosema yule mbunge wa viti maalumu jini Magharibi eh, anaitwa nani? Tauli Carlos kama sio kosea. Alivyosema kwamba e, vyombo vya usalama vishughulike kwanza na kenge wa ndani, nawezekana hao ni kenge ambao hawawezi kuzaa kwa uchungu. Hivi inawezekana ni kenge ambao hawazai kwa uchungu kwa sababu inawezekana uchungu wanapata viongozi tu wakati wa kuzaa. Viongozi tu wanaweza kupata uchungu wakati wa kuzaa. Nasema hivi kwa sababu na nina mashaka kwenda kukosoa au kupingana na presi ya Gwajima ambayo inapingana na utekaji. Alizungumza utekaji, akatoa na ushauri ni namna gani ya kutokomeza utekaji alisema wazi wazi kwamba vyombo vyetu vya usalama viko imara, viko mahiri, haviwezi kujihusisha na maswala ya kipumbavu ya namna hii, ila inawezekana kukawa kuna kikosi fulani, kikundi fulani ambacho chenyewe kiko chini kin... ya mwanasiasa fulani ambacho maslahi yake chenyewe kinapeleka maslahi, yani uhalifu huu wanaofanya, wanaofanya kwa ajili ya kumnufaisha mwanasiasa huyo. E, sasa Tarimba unavyokuja, unatoka unakosoa unapingana vikali kabisa kwamba kwa nini atoe mfano mgumu namna ile, ila haujaona matukio magumu ya Mdude kumwagwa damu nyingi kupotea moja kwa moja, Kinasoka kupotea moja kwa moja, huoni hauoni hauoni ugumu wa tukio alilokutwa nalo mzee Kibao kushushwa kwenye gari na kupotezwa, kesho yake nakuta amekufa? Hauoni ugumu? Unaona ugumu kwenye mfano tu wa Gwajima kutoa mfano wa mtoto wa IGP Wagwajima kutoa mfano wa kwake mwenyewe wa mtoto wake mwenyewe Josa Wagwajima kutoa mfano wa mtoto wa Mheshimiwa wa Rais. Unaona hapo tu ndo pagumu, ila huoni ugumu wa matukio ambayo yamewapata. Ina maana wazazi wa Soka hawajui uchungu kwamba kuzaa kwa uchungu au kuzaa kwa uchungu, inawezekana ndio kenge kwa mujibu wa wabunge wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wa viti maalumu inawezekana ni kenge, hawajui kuzaa kwa uchungu. Inawezekana mamake na Chaula ni kenge, hawajui kuzaa kwa uchungu. Inawezekana mamake na Mdude ni kenge, hawajui kuzaa kwa uchungu, ila wanaweza kuzaa kwa uchungu au kwa na uchungu kwamba mtoto wao akipotea naumia, ni viongozi tu. Sasa ninyi kama wawakilishi hapo bungeni, mnatakiwa mnataki, mnataki mwakilishe maumivu ya wananchi Serikali mnatakiwa ninyi muishinikize au muitume kwenda kutekeleza matakwa ya wananchi. Wananchi wanalia kilio utekaji, ninyi mnalia kilio gani? Mnatuwakilisha vipi? Yaani, yani, niwaulize si, si, tuma bungeni kutuwakilisha, mnatuwakilishaje? Yani, mnatuwakilishaje sisi? Tunalia utekaji, tunalia dhuruma, tunalia uonevu, ninyi mnawakilisha nini kwe, huko bungeni? Sauti zetu sisi hazisemi hivyo sauti za sisi zinataka utekaji uondoke. Nyinyi sauti zenu mbona hazisemi kwamba utekaji uondoke? Na maana mnawakilisha nini bungeni? Mnawakilisha nini kwamba wengine wakitendewa mabaya kwenu sio tatizo, ila mabaya akiwafika viongozi na kwa tatizo. Nakumbuka mbunge Bashe kuna wakati fulani alivyopewa taarifa na intelijensia ya fulani kwamba ukikaa vibaya barabarani utapotea, Alisimama bungeni kwamba jambo hili iwe ni dharura, tulijadili kwa dharura, tuailishe vikao vya bunge, tulijadili jambo hili kama dharura. Ilikuwa dharura kwa sababu lilikuwa linamfika yeye, ila haiwi dharura kwa sababu inamkuta mzazi wa Soka, haiwi dharura kwa sababu inakuta mzazi wa Chaula, kina Dionizi kifanya haiwi dharura kwao ila kwa dharura wakiwakuta viongozi tu, uchungu hauonekani, kwamba wazazi wa ndugu waliopotea kwamba wanawezekana uchungu, ila uchungu unaonekana tu kwa mifano wanaweza kutolea viongozi. Sasa Wajima alikuwa na akili gani mbovu kiasi gani kutoa mfano ule akajiweka na yeye kwamba na mtoto wangu akipotea, wa kitu ametolewa macho, lengo lake Wajima ilikuwa muweze kuvaa viatu vya ndugu au wazazi familia. Ibu, najua kwamba mdude ameacha mtoto mdogo sana na mwanamke ana mtoto mdogo sana. Hivi unajua sasa hivi mwanamke yule atakuwa anatafutaje kipato kufukulea familia, na alikuwa akitegemea mume wake. Mna unajua uchungu mna ufili vipi? Yani, vaa viatu vya mke wa mdude sasa, unajisikiaje? ndani ukikaa unakumbuka tu maruwerue tu ya sauti za mume wako hivyo kwa kwanalia damu iliyomwagika ile, ndio hayupo tena. Unavaa hiyo viatu hivyo, vaa viatu vya mtoto wa mdude anakuja kukua anaambiwa babako alipotezwa kwenye mazingira kama haya, anakuwa anajisikiaje? Kwa hiyo uchungu na kwa kwenu tu yaani, kwenu tu, yakokuta ninyi tu na kwa uchungu, mimi kama mtumishi wa Mungu niwasomea andiko katika kitabu cha Mathayo sura ya saba na ule mstari wa 12 Biblia inasema hivi: basi yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Yale ambayo mnapenda ninyi watu awatendee na ninyi watendeni hivyo hivyo. Kama mnaona ni sawa tu utekaji uendelee, msio mnauzunika na kulia kwa sura hiyo. Yani kuikosoa press ya Gwajima ni ishara kwamba hamuoni maana ya kwamba utekaji ni tatizo. Vyombo vyetu vya usalama viko vizuri, viko imara, viko mahiri, haviwezi kwenda kumchukua mtu kwa kujitambulisha kwamba wao ni polisi Alafu kesho like, na kesho kutwa akapotea. Si watasema kwamba ni nyie polisi yampoteza lakini jeshi la polisi linachafuliwa kwa sababu ya maslahi fulani. Kama nilivyokuwa nasema kwa Gwajima inawezekana kuna mwanasiasa fulani ambaye anamiliki hivyo vikundi kwa maslahi ya kisiasa. Lakini polisi wanapokuja kuangalia ah, wanakuwa wanaona mbona ni kama huyu bwana anayehusika na haka kikukundi ndo alieniajili, si atanipotezea kazi hapa? Huyu mwana ndo kama ameshika ugali wangu. Si hata hiyo ndio inafanya kwamba utekaji unakuwa unaendelea lakini sio kwamba polisi hawana taarifa, taarifa wanayo ila wanapofika wanaambiwa shh kama ilivyosema Gwajima shh, utapoteza ugali wako hapo. Sasa utafanyaje? Wengine wasiki uchungu, uchungu na ukuta nyetu. Mtuma watuma bungeni kutuwakilisha. Sasa sijajua mnatuwakilisha kula au mnatuwakilisha kufanyaje? Tuwakilisheni, tuwakilisheni. Sisi tunalia utekaji, tunalia dhuruma, tunalia unyanyasaji tunalia haki za watu kupotezwa, tunalia hayo hayo, ndio akiwa mlie bungeni, serikali iweze kufanya wajibu wake. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka gerezani, anasema: itengenezeni njia ya Bwana yoshini mapito yake, ili mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa ama afai katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya yataiza Yesu Mungu mkumukumu wa haki anakuja upesi, naye anakuja kukulipa sawa sawa na matendo yako. Hii ndio maana neno mara nahaa. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.